Itakumbukwa mnamo tarehe nne niliwajulisha kwamba Chama Cha Mapinduzi kitakapofungua pazia ya wanachama wake kugombea nafasi mbalimbali mbali za kidola mimi nitachukua fomu, na kama ambavyo mmesikia e, na nyinyi na mmetutangazia fomu nimeshaichukua ni hii hapa ee. Hii fomu nimeichukua kwa minajili ya kugombea ubunge jimbo la Isimani ambayo iko mkoa wa Iringa, na niseme kwa nini nimechukua fomu. Nimechukua fomu hii kutaka kugombea taka kuomba ridhaa kwa chama changu Chama Cha Mapinduzi. Najua mchakato uko mrefu, na nyinyi mnajua, kuna michakato mingi, lakini vizuri wananchi wa Isimani wakafahamu kwamba kijana wao Festo Shem Kiswaga kwa nini ameamua kuchukua fomu. Mimi nimeamua kuchukua fomu kwa sababu kwanza kabisa nimeshiriki kama mjumbe wa Mkutano Mkuu na wenzangu wajumbe mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Daktari Nchimbi ambaye ni mgombea mwenza pamoja na kule Zanzibar aa, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwenye nafasi zilizobaki kwa maana ya ubunge na udiwani, wananchi wengine na Watanzania wengine na wana CCM wengine wanaruhusiwa kuomba. Na mimi nimejipima, nikaona kwamba natosha kuomba chama changu, Chama cha Mapinduzi, kinifikirie katika nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo la Isimani mkoa wa Iringa.